Nikukaribishe tena katika sehemu nyingine ya kumi, wanaita Kingmaker, full respect family, DJ Mafia mitamboni kama kawaida. Haya <totit noise> ndiyo, alimkuta mzee mzima, wanamuita Kungchuni, baba ake na Chunjo au Chujangi. Sasa baada ya matukio yote kwisha, ilikuwa ni wakati wa kurudi sasa, kurudi Pyongyang Eh, ukurudi Hanyangi, Hanyangi mji mkuu ya bibi. Alipishana na mtu anamjua sana, ni historia ndefu ya utoto na jamaa alikuwa anampendaga sana. Kaona hii ndio fursa, naye ashapata kazi kwa Taiso. Sasa hata kwa na mjini, basi waziri wa fedha anapita kwa watu wote, inabidi mpige magoti, kitu ambacho watu hapa wajazoea. Lakini ndio hivyo, anapita sasa nuri zake Hanyangi kazi ambayo imemleta huko alisha kamilisha, yuko na princess. Princess ni kama kimbola chake rafiki yangu. Sasa princess ni kisababisha akaamua kumsaliti jamaa. Mbele ya ule mwanasheria anakumbuka kitu ambacho, ile ambayo unakumbuka IPC ya Ige mzee, ndio unamaanisha nini? Alipojua kwamba binti anaweza kuwa shahidi, basi alikumbushwa habari ya mama yake. Umemtenda ni mamangu? Basi sikiliza kama naofu sana kuhusu mama yako, inabidi mdomo wako ufunge, binti. Ambae msiogopi vitusho vyako vya kila siku, ambao sikutishi. Oh, eh? sijaribu kunijaribu mimi. Sunataka so, kumsaidia Chunjo, sasa utaiona maiti ya mama yako. Amba mpuzi wewe, mama yangu. Kami! Jinga mama yangu vipi? Kama ndo habari yako hiyo, kubali. Basi binti kama na kuahidi. Niko radhi. Please. Lakini niahidi pamoja na kwamba nitamsaliti. Sasa na naombeni msimue. Sasa unataka tumsamehe Chunjo na mama yako pia tumsamehe? Sina maana yake. Tukimwacha mama yako hai na Chunjo tukamwacha hai, inabidi uingie gharama nyingine. Na gharama nyingine ya kumwacha Chunjangi hai ukubali kuwa kuanzia leo tukishatoka hapa tukarudi kule Hanyangi, ukubali kwamba wewe utakuwa ni mali ya jumba la nyumba ya waziri mkuu. Akasema, kama mtayanusuru maisha ya Chujangi, basi mimi niko tayari kuyatoa maisha yangu sadaka kwenu siku zote kama ilivyokuwa mwanzo. Basi anasema, utakaporudi kule Hanyangi utakuwa na kila sababu nyingi za kunishukuru mimi. Kwa nitatimiliza kila kitu ambacho umenitaka nitimize, ila wewe timiza hili kwamba utakubali utasema uongo, hautatoa ushahidi wa ukweli. Kwa binti anakumbuka alidhulumu nafsi kwa kuongea uongo na kumwingiza jamaa kwenye wakati mgumu, kwa ajili ya kuanza kunusuru maisha mamake, lakini pia hata kunusuru maisha ya Chujange, maana pia waliplani kumuua kabisa kwa jamaa alikuwa anashuhudia kwa mbali, mpumbavu mmoja aliyemuulia baba yake anapita na farasi, lakini pia binti aliyemsaliti mbele ya mwanasheria, wote wanambatana kwa pamoja na mtu alitengeneza plani zake kuingia kwenye shida. Aliona dunia yote imemwacha, watu wao wanaondoka, wanamwachia janga zito, kwamba sasa hana hata uraia hapa, ni mtu wa kutafutwa kama muasi, na baba ameshakufa. Mbaya zaidi, mwanamke aliyempenda ndo amemsaliti. Basi alisaidiwa na yule yule monkey ambaye alikuwa rafiki mkubwa babake, aliwahi kumsomeaga hatima yake akamwambia hatima yako ni hii. Fanya hivi ya kumsikia. Leo mzee anambia, ona wewe ni mpuuzi sana kijana. Unathubutu vipi kupigana na hatima yako? Ha? Hakuna mtu anaweza kupigana na hatima yake. Lazima Mungu alichokipanga kiwe kitakuwa kwako. Kwa hiyo, yule mzee monkey alimchukua, maana toka mwanzo babake alimtaka jamaa sio wala nini. Hakubali kwenda na monkey na atafundishwa vitu vingi sana. Sasa ikabidi akubali kwenda na banki. Binti alipofika hanyangi, anauliza nini mbee? Tulimwacha chunjangi, umesahau? Na ilikuwa ni ombi lako. Makubaliano utakuwa mali halali property. Yaani mali ya familia hii. Unajua ni ni mtu sasa anageuzwa kuwa mali kama ng'ombe, punda na kadhalika. Kwa hivyo anapigwa muhuri wa moto ambaye anaweza kupigwa ng'ombe au nguruwe. Binti anageuzwa kwamba ni mali ya jumba la kifa ya ya nyumba ya waziri mkuu, hasa kijana waziri mkuu. Pigwa ndui moja ya moto ambaye ilimwekea alama kubwa sana, yaani hiyo mihuri inapigwa kwa kwenye ng'ombe, akapigwa yeye. Anasema, uwezi kuisaliti familia yako kwanza, sasa hapa ni kwenu, siku ukisema uongo au yaani, ukitoboa siri yote ya familia umefanya makosa. Wewe ni mali ya nyumbani kwa makubaliano yako ya kinywa chako mwenyewe. Kumbuka pia ni mtoto mfalme, lakini kuna namna mfalme hana sauti katika, katika taifa anaona na kusikia maovu yanayotendeka, lakini kasha kabio chini. Watu wote wanamuunga mkono wameshikiliwa wa na waziri mkuu, na mfalme hana mtu walobaki, wote wanamalizwa mmoja mmoja, ikiwa ni pamoja na huyo Ambaye sasa habari yake imekisha. Kunyungchong aliyebaki sasa hivi labda ni geumu naye, ambaye wanamwita Bwana Gen Hongsang na wengine wengine wachache ambao pia hawana nguvu. Kwa hiyo hivyo ndivyo alihalilisi ilivyo sasa. Jamaa aliamua kutii na kukubali chini ya manki, na akafundishwa mambo mengi kusoma, alifundishwa vitu vingi sana, ku, kuona na kutabiri, kusoma nyota. Unasoma nyota mtu kulingana na tarehe ya kuzaliwa na mwaka alozaliwa na siku mengi baadaye alipita na akawa mifuzu vizuri sana. Unajua tena, alikuwa na kichwa chepesi toka mwanzo, kwa kusoma kulimzidishia uwezo zaidi, na alikuwa pia ni mpambanaji mzuri sana, maana mwana mankina alikuwa si haba katika masuala mashu hati artist Basibu, na kadhalika basi. Bwana, hivi ndivyo alivyokuwa, na mwisho wa siku ali improve kasoma vitabu vile, anaweza sasa kumsomea mtu nyota uliza tumezaliwa lini? tarehe ngapi? Basi anaingiza kwenye mambo yake ya vitabu, anakuambia sasa, hatima yako itakuwa hivi na hivi na hivi. Tunakuja mtaa fulani Bungin Street kwa Hanyingi. Baada ya jamaa kukamilisha masomo baada ya miaka kadhaa, alimo kujichanganya Hanyingi ambaye ndio mji mkuu, na sasa hana hatima yake, anajua nini kilichomleta, maana ni mtu anayesoma nyoto kwa anayejua anakwenda wapi anatoka wapi. Sasa ameingia Hanyangi kwa makusudi kabisa, kwa makusudi kabisa. Hii ni baada ya muda mrefu kupita na baba alishakufa kitambo. Huu ndo mji Hanyangi. Ni kama huko kwetu tunasema kuja Bongo Dar es Salaam ukaingia katikati ya kare yako pale mzee baba. Umetokea zako nye turuni kule au kule Meru ndani kule Moshi Singisi na kadhalika. Haya. Jamaa ameingia town. Sasa pa town kuna wababu, kuna jamaa mmoja alikuwa anaoshewa. Pigwa. Jamaa anamzibua. Amekataa kulipa kodi. Mpuzi mkubwa, unapata faida kwa majirani zako unashindwa kulipa kodi. Mbona faida gani, jamani, mwenyewe nauza vinywaji hapa? Nauza wine tu hapa pamoja na mchele. Eh, kwenye hichi hoteli kidogo eh? Pale, wewe mpuzi. Aiwa. Aiwa, puzi mnafanya nini hapa? Litokea mtu. Jamaa ndo mara yake ya kwanza mjini akaanza mambo. Haindiria. Yeye ni watu wa Jangdong Kimwe. Eh? Ndio, kwa hiyo watu wananyanyasika. Unasemaje? We umbaomba Kapio moja. Watu wanashangaa mtu ajabu katokea hapa, akawafinya. Walipigwa achukua kodi kinyume cha sheria. Washa Yana chukua kodi kinyume cha utaratibu. Watu wanapiga makofi. <laughs> Hatu makofi. Ghafla, table, jamaa lezibuliwa. Anapiga makofi mtetezi, ametokea ghafla juu alikotokea. Basi hata hivyo jamaa ndio ameshaingia hanyangi. Amekuja kwa makusudi yake mwenyewe sasa, maisha yake atakuwa hapa. Akiutazama mji huu, anajua maadui zake wote wako hapa. Kumbukumbu nyingi zinamjia kwenye fahamu yake, akili hauwezi kusahau. Hawezi kusahau kabisa. Sasa kwa maisha leo Taeso, watu wengi wamekuwa wakileta pesa kwake. Yaani, kuna uhuni tu unafanyika, serikali inaendeshwa kijambazi. Ukitaka madaraka, unakuja kwa, unaleta pesa, unapata madaraka bila wasiwasi wote, mm. namna hiyo yeye anadili na matajiri tu Waziri mkuu yuko pale, pia mambo safi kabisa, lakini pia wanamiliki mtoto wa mfalme wa kike princess, ambaye pia ni mtu anayeona mbele, yani anaweza kuwatabiria, na binti ameshikiliwa kwa kigezo cha mamake kuawa, kuwawa. Leo binti aliona ishara mpya, ili mtambulisha kwamba kuna mtu amekuja, akishaonage zishaya, inamwonyesha kwamba Chunjo yuko katika mjiu, Chujangi yupo katika mjiu. Mwanaume wa kazi amekuja tena kwa mara nyingine o ni hatari si haba, mwamba amekuja sasa mjini tena kwa mara nyingine tena, kwa lengo kuu kabisa la msingi limemleta. Tutakuwa na kufahamu zaidi katika sehemu ya kumi. Tu tuende katika sehemu kumi na moja kita na kita, The Kingmaker kumi na moja. Bado tunazidi kusonga mbele zaidi. Hii hapa.